Arabe. Joto la kisiasa linaendelea kupanda miaka miwili na miezi miwili hivi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Dagoreti, nimekuja kusikiza ground. Gachagua aliyezuru eneo la Dagoreti, eneo bunge la Kikuyu, alisema viongozi wa serikali ya UDA wamejitenga na changamoto za wananchi wa kawaida wakitumia muda mwingi kumsifu Rais William Ruto na kuendeleza kampeni za mapema badala ya kushughulikia matatizo halisi. Hata hivyo alitaja ushuru wa juu na huduma duni katika sekta ya afya na elimu kuwa miongoni mwa sababu zitakazosukuma kuongoza mabadiliko ya kisiasa kuelekea mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Mimi nataka niseme namna hii ndio hii Kenya irudi kwa laini, lazima tufukuze huyu jamaa. Yeye amefanya payslip. imekosa dignity. Sisi tuko na jukumu kama wa Kenya kurudisha heshima ya payslip. Watoto wetu hawasomi, hospitali hakuna dawa. Ndiyo hii maneno yote iwezekane, lazima ajenda ya kwanza nikasonga afanye nini. Wakati huo huo, mbunge wa embakasi kaskazini, James Gakuya, amekemea ubomoaji unaoendelea jijini Nairobi na kutoa onyo kwa serikali ya kaunti dhidi ya mipango ya kuuza ardhi za wanaodaiwa ushuru. Watu wetu wao wanafukuzwa mita sitini kwa mto Tunasema hiyo barabara hatuendi. Na tunataka kuambia Gavana Sakaja na bili ya mruto ubomoaji wa manyumba Nairobi tumesema haitaendelea. Na tunataka kuambia Sakaja kwa sababu ameweka orodha ya ma ya mashamba Nairobi ile mashamba haitalipa rent anataka kupiga mashamba yetu auction tumemwambia ya uthubutu kuuza shamba ya Nairobi. Alipinga hatua hiyo akisema kuwa itaongeza mateso kwa wakazi wa Nairobi ambao tayari wanalemewa kiuchumi. Kasongo hadi asiende. Getrude Burgay, Runinga K24, Nairobi. Kasongo hadi, Kasongo hadi.